jimbo ni kivu ya kusini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni mara ya kwanza mtazamaji kujiunga na chaneli yetu usikose kujiabonea kwenye chaneli yetu uh, usikose kupartage kwa wengine ili kwamba kabisa tunapotoa taarifa zetu za habari wao wa kwanza kabisa nao kuweza kuzipata katika uchambuzi wetu wa siku ya leo tutakwenda kuchambua kuhusu malalamiko kuhusu kibarua cha M23 ambacho wanalaumu baada tu ya kuvunja kilalo cha Vital Lampete huko maeneo ya Walikale, kilalo hicho ambacho kilikuwa kinaunganisha maeneo hayo na kuruhusu M23 waendelee kufanya kazi zao, kuingiza mizigo na kutoa, kilalo hicho kimekwenda kuvunjwa na drone. Mtaenda kujua mengi kabisa kuhusu kilalo hicho na pia kuhusu mapigano kabisa ambayo iliyofanyika huko Walikale na maeneo ya Nzibire kushambuliwa na drone. E, yaonekana kuwa zaidi ya watu mia mbili hamsini wakiwa na asi wa M23 wakwenda kupoteza maisha. Mtakwenda kujua mengi sana katika uchambuzi wetu wa siku ya leo. Ofisi ya uratibu wa shirika jipya la kiraia ama nouvelle societe civile congolaise mjini Uvira yalaumu kabisa kuhusu baadhi ya wanabunge ambao wanakwenda kulala Burundi pahali ya kulala Uvira, mahali ambapo waliochaguliwa na kukidhi katika matatizo ya raia wao, kila leo wanakwenda kulala Burundi. Shirika la uratibu wa shirika jipya la kiraia la kwenda kutoa uh, hali hiyo na kuonesha uh, mshangao kwa wanabunge hao. Pia tutakwenda kuchambua kabisa kiufupi, kuhusu uh, masemi ya mtoto wa Museveni, baada tu ya kudhibitisha kuwa wanataka kuungana na FRDC ili waje kutafuta wa FDLR hapa nchini Kongo ya kidemokrasia. Na pia katika masemi hayo, tutakwenda kuchambua kiufupi kabisa kuhusu makubaliano ya hapo doa. Mimi na wewe ni kukaribishe kuweza kujiunga nasi mwanzo kabisa hadi mwisho. Ikiwa unakuwa na maoni pendekezo, mtazamaji wetu, unaweza kutuandikia kabisa kupitia nambari yetu hiyo ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, ambapo uh, tunaweza kujibu muda wote ule ukituandikia, na ikiwa unakuwa na mchango kutoka kusaidia televisheni La Voix d'Uvira TV, e, namba hiyo kabisa iko tayari kuweza kupokea mchango wako wote ule ambao umejaliwa nao, ili kuendelesha kazi zetu za utangazaji na kufanya televisheni La Voix d'Uvira TV iwe televisheni kabisa ya kisasa a, bila kuponda muda kabisa tuanze moja kwa moja a, na habari hizi za mapigano makali sana kupitia drone ambayo imefanyika hiyo juzi uh, kwenye uh, maeneo mbalimbali mbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitaja huko Walekani pamoja na Nzibire, utajua kwamba Nzibire iliweza kabisa kuvamiwa uh, na waasi wa M23 na tatu tangu siku ya Jumapili tangu siku ya Jumapili uh, uh, ndipo kabisa ishirini na tatu iliweza kuonekana huko maeneo ya Nzibire, na walisema kuwa waliweza kutoka wanajeshi pamoja na wazalendo waliweza kufanya repli strategiki, na hapo sasa, eh, drone zilianza kulenga kabisa na kuanza kushambulia eh, wahalifu hao na kuanza kuwateketeza pia. Vitu vingi vinaendelea kukamatwa. Habari ambazo tunazo zaeleza kuwa huko maeneo ya walikali. Uh, kuna daraja moja ambayo iliweza kuvunjwa ambayo inaitwa Vitale la Pente, ikiwa huko maeneo ya Walikali. Drone hiyo uh, iliweza kuangazia maeneo hayo na kugundua kuwa kilalo hicho kinapitisha raforo zaidi ya M23, na hiyo ndiyo imesababisha kuwa drone iweze kulenga kilalo hicho na kuweza kuivunja. Baada ya kuivunja, uh, kuna kuwa kabisa na tangazo moja kwa moja ambalo MV3 iliweza kusaini tangu hiyo jana. Tutakwenda kusoma tangazo hilo kabisa kwa fupi, ambalo uh, limeweza kutokea maeneo hayo e, ikiwa tuni tariki ishirini na tisa Septemba katika uh, mkoa wa sid Kivu kupitia waasi wa M23 ambao waliwenda kuandika kibarua wakilaumu kuhusu uh, wazalendo kati eneo la Kasopo wilaya ya huko Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya wazalendo, walianzisha uh, mashambulizi ya pamoja zidi ya ngome za wasi kuanzia saa kumi na moja alfajiri, na hapo kabisa ndipo uh, vita vilianzishwa, uh, na huko drone ikiwa juu na ikaonekana kuwa kabisa droni hiyo imekwenda kuwashambulia vya kutosha na baadhi ya wamoja waliweza kupoteza uh, maisha. Kwa hiyo, uh, tangazo hili ambalo liliweza kuandikwa uh, tangu tariki ishirini na nane muungano wa mkoa wa AFC/M23 ambao unaopatikana Jimoni Kivu ya Kusini uh, inakwenda kulaumu kabisa uh, vitendo ambavyo vinavyokeukwa na kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu makubaliano ya huko doa. Jumapili ya tariki ishirini na nane Septemba mwaka 2025, jeshi yaliyoungana na utawala wa Kinshasa ikiwemo ikiwemo FARDC, FDLR, Maimai wa Zalendo na jeshi la ulinzi la kitaifa la hapo Burundi walibomoa kwa hali daraja la vitale la peti kati ya wilaya ya Walikali. Kitendo hicho uh, kisichokuwa kabisa cha kawaida ambacho kisichokuwa cha kawaida ambacho kilionyesha kuwa hawatumiki kwa masilahi ya Wakongomani, na huku wakithibitisha kuwa hiyo ni makusudi, na hiyo kilalo ilikuwa inatoa mawasiliano kati ya jamii za maeneo ya pembeni, na hivyo kuweza kuvunjwa kwa kilalo hicho kinaleta hofu na kwa wakaaji. AFSE inachukulia vitendo hivyo kama uhalifu dhidi ya binadamu kwa sababu wamevunja kilalo hicho, na pia wanathibitisha tena kuwa eh, ahadi yake isiyotikisika ya kulinda na kutetea rahiya, arudilia msimamo wake dhabiti wa kuondoa kila kishio kati ya chanzo chake na kuweka ukingo wa usalama ili kuweka, na wakasema kuwa imefanyika pa Goma e, eh, tariki 28 Septemba mwaka 2025. Ukigundua uh, kwa kupitia hiki barua ambacho waliweza kuandika, walilaumu kwa sababu uh, mara nyingi tukiona M23 ikipigwa uh, kuna kuwa kabisa na itangazo ambayo moja kwa moja inatolewa, lakini uh, ukikuta wao wanapiga uh, unakuta kabisa wanabaki kimya lakini wao wakipigwa, unakuta moja kwa moja wanatoa tangazo ya ku, ya kuonesha communauté uh, nationale ingilie kati kuhusu suala hilo, kuhusu vita hivyo ambavyo vimeripukwa pale pale maeneo ya Zibire kupitia drone. Habari ambazo tunazo uh, zinaeleza kuwa habari ni munifate vizuri habari ambazo tunazo zinaeleza kuwa kuna watu zaidi ya 46 uh, 46 personnes walioweza kufariki ambao ni wanapiganaji wa M23, na zaidi ya watu makumi sita na mbili waliweza kukamatwa mateka. Na katika miongoni mwa waliofariki waeleza kuwa wenda ya Mungu wenda ameweza kufariki, lakini hii ni habari ambayo tungali tunaifuatilia, tungali tunaifuatilia ili tujue, je ni kweli amefariki au hapana? Tungali tunaichimba, tungali tunaifuatilia, tungali tunafuatilia tujue kiukweli je, eh, hii ni kweli au ni uongo? Kwa hiyo uh, mpaka sasa uh, jeshi la FRDC linakuwa kabisa na ile mbinu ile mbinu ya kuanza kuangusha mabomu ambayo pia uh, mratibu wa zamani wa shirika jipya la kiraia Bwana Andre ya dunia alikwenda ni kimnukuu, alikwenda kabisa kupinga hali hiyo, alikwenda kupinga hali hiyo kabisa, ya, ya FRDC ambao wako wanaenda kama ni kuchokonoa kwa nini waende kuwa wanapiga mabomu wakose kufuatilia efanteri kuwe chini na ikuwe na wafuatilia, na na licha ya kupiga mabomu, nasikia wanapiga mabomu na vinaishia pale eh? Wao wanapiga mabomu, wanapiga mabomu, wanarekuperea ile vijiji, wanapiga mabomu, wanarekuperea ile maji mavijiji. Donc unakuta efanteri iko chini na pia anga wako juu ndege ama droni ziko juu nazo zinafuatilia wahalifu, na hii mchezo haiwezi kuendelea uh, katika nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Twende kwanza katika uchambuzi wa hapo doa. Unajua kwamba kuna makubaliano ambayo yamekubalika, na hii makubaliano inakuwa kabisa kama vile um, ni mkuki kwa wakongomani. Tutachambua kabisa uh, kutokana tu na kauli ya mtoto wa Museveni ambaye kupitia makubaliano ya doa aliweza kudhibitisha kuwa wanatakiwa sasa eh, kuja nchini Kongo ya wa kidemokrasia waje wasake wa FDLR. Wanatakiwa kuja nchini Kongo wa kidemokrasia waje wasake ma FDLR na katika ma FDLR hao, serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo imekubali kama Congo kuko zaidi ya 1500 FDLR, zaidi ya 1500 FDLR ambao wako Kongo na hao wanapaswa kuja kutafutiwa na askari wa Rwanda na Uganda, watajichanga na FRDC kupitia makubaliano makubaliano ya ya doa. Naomba mnielewe vizuri, haya makubaliano ya doa yanaeleza kuwa wale uh, wa FDLR, wanaendelea kuyumbisha usalama wa Rwanda. Kwa hiyo katika makubaliano hayo jeshi la Rwanda Uganda watakuja kungana na FRDC kuja kutafuta uh, FDL hapa mahali ambapo wanapatikana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wanasema hivi kwamba hawatakwenda kutafuta eh, wapiganaji hao nafasi M23 iko. Kwa sababu nafasi kwenye M23 iko tuseme kama vile eh, Bukavu, Goma, Walikale, eh, Nzibire hawataenda kutafutisha hiyo maeneo ambapo M23 iko. Kwa sababu FDL haiko hiyo maeneo. Kwa hiyo watatafutia wata nafasi ambapo M23 haiko. Ukiangalia sasa M23, e, haiko Luvungi. Donc ni kuanzia Luvungi na kuja moja kwa moja Uvira, Fizi mpaka maeneo ya Misisi na kuendelea na nafasi zingine, ndio wanapaswa kuja kutafutia wale wa FDL. Jambo ambalo linaanza sasa kuleta hofu. Je, hawa watu ambao guvernema inasema kwamba wako 1500 lakini guvernema ya Rwanda inasema kwamba ni watu elfu tatu ndio wanatakiwa kuja kutafutiwa huku, na hao watu wanapaswa kujisalimisha uh, kwa siku ambazo zitatolewa baada tu ya ya, ya kuonesha kuwa wenda wanaweza kuanzisha ile operation. Sasa jambo ambalo tuko nalo uga kwa sasa, wazalendo wako Uvira, wazalendo wako Luvungi, wazalendo wako milimani, wazalendo wako Fizi, na wazalendo huwa hawana hata nguo za kuwaonesha kuwa ni wazalendo ambao zinaweza kuwa identify kwa sababu ukiona FDLR FDLR wanavaa kama vile wazalendo. Je, haitakuja kuwa matatizo? haitakuja kuwa matatizo, kwa sababu wakati watasibule kwanza kuja watafutisha wale, e, wa, wa wa FDLR eski wazalendo hawatakuwa sibule, kwa sababu kiangalia declaration ya uh, mtoto wa Mseven aliweza kueleza kuwa wazalendo ni waasi. Ni waasi kwa sababu wanashirikiana na, na, na FDLR. Sasa wakati wao wanasema kwamba wanakuja sasa kuungana na jeshi la Kongo ili watafutishe wazalendo watafutishe, kumradi watafutishe FDLR. Je, mnaona hiyo hali itakuwa namna gani? Kwa hiyo sasa serikali ya Rwanda inasema plus ya 3000 person Kongo inasema plus ya, ya. Sasa tunapojiuliza hiyo ambayo jeshi ya Kongo imezungumza watakuwa wako wapi? Yaani utaangalia huko Mwenga wataenda kutafuta Luvungi, watatafuta Misisi, watatafusa na Fizi yote watatafuta, lakini Goma, Bukavu na nafasi zingine ambapo M23 iko hawataenda kontrole, kwa sababu ile fasi hakuna M23. Hiyo ndio uchambuzi kabambi ambao unapelekea kabisa wa Kongomani waanze kuishi katika hali ya hofu, kupitia ile akor ambayo ilikuwa sinye huko doa eh, kupitia ile akor ambayo ilikuwa sinye huko doa na hii kabisa inaanza kuleta mvutano mkubwa sana, kupitia hali hiyo ambayo iliyoonekana. Na kwa kumaliza, kwa kumaliza kabisa, tukujuze kuwa kuna habari ambayo imekuja kwa dakika hizi zilizoeleza kuwa huko maeneo ya Walikali kuna watu zaidi ya 25 wa M23, ambao waliweza kufariki kupitia shambulizi la drone, nayo tunga tunaifuatilia kwa hiyo tutakwenda kuijua katika habari zetu za jioni. Moja kwa moja tuingie kupitia uh, uratibu wa shirika jipya la kiraia katika jimbo la sud Kivu. Uh, uratibu huo unakwenda kulaumu baadhi ya wanabunge ambao wanatoka Uvira, kila leo wanakwenda kulala Burundi wakati wanabaki, wanatakiwa kubaki hapa kukizi katika shida za wakongomani na kujua mapasho ya raia, lakini wao kila leo wanakwenda kulala Burundi. Tukujuze kuwa uh, mfano kupitia kibarua chao ambao waliweza kuonesha jumaine hii ya tariki ya 13 Septemba mwaka 2025 kikao cha bunge la mkoa kimepangwa kufanyika Uvira. Wabunge wa mkoa watakuja kwa wingi, lakini wakitokea moja kwa moja huko Burundi bila kuona aibu, kama na pia inaleta hai. Donc, kupitia kikao ambacho watafanya leo, kikao cha bunge, wabunge wote wakimaliza kikao wanarudi Burundi. Kwa hiyo hawana muda wa kukaa kufuatilia masilahi ya raia, kujua raia wanaishi namna gani, wanakula namna gani, mateso gani raia wanayopitia. Wao wanakuja wanafanya vikao, wakimaliza vikao moja kwa moja wanaondoka wanarudi tena Burundi. Sasa waraia wanaanza kujila mate. Wao raia, wao, raia ambao wako hapa, je, wako wao, sakrifi kusema wabunge ambao waliochaguliwa pale waishi nao, walale nao, wajue magumu yao, wao wanaenda kulala Burundi. Ni jambo ambalo kabisa kila leo iko inaendelea kushangaza, inaendelea kuleta hofu kwa Wakongomani, na ni hapa kabisa ndipo tunafikia mwisho kabisa wa uchambuzi wetu habari katika siku ya leo, uchambuzi ambao uliletwa naye Janvier Emmanuel Kaluya, Judite Matabaro akiwa na miliki mitambo. La ziada sina. Tukutakie usikilifu mwema wa matangazo yetu.